Ume, Ume, na e, alikuwa na nayeye, akaniuliza kama kuna watu ambao wako na vyama hapa kabonguetu kalio aluya tukuyo kwa sisi. Kamwambia kuna watu wako na vyama, so ndio natangaza kama huko kwa chama yote naiko yes, na iko na akaunti ya bank yes, na hiyo banki narani nzuri yes. Ndeni mbae chini, kama chama andike proposal nnelete

mwandike proposal aniletee, ili nikienda, kwa sababu hiyo, nikienda tena sitarudi huko. Injinia aliniambia kona yake ampea gi nake hii proposal mwisho. Honestly, hii naenda kuweka kwa nyumba, niko na ini ya tatu hiyo ndio siku ya mwisho, nienda kuweka Thursday ama Friday. Nikiitwa niende nazo ote, ambie manana, nimepata watu ambao hawana watu kumi ama watu thelathini. Hiyo ndio kusaidiana. Mimi sina ile pesa nitakupea, lakini kwa sababu wewe una dignity ya family, mimi niko na hiyo. Nikipea nikipeleka certificate pesa kiingia kwa chama, kitu hiyo ndio kitu tunapata kusaidiana